Mama, mama, mama oh. Mashine ameshaleta mzigo unaniambia mimi sasa? Iweni mbaene abadiki ene? Hayupo, hayupo, kwa hiyo hajanisikia eh? Okay, stand by kamera, eh. Ngoja nakwambia, anzia sasa. Kama mgoni mwenziwa yupo, amwezi kubandika hiyo nyama, tacheza nayo sawa. Mgoni mwenziwa yupo, action. Sasa kama mgoni mwenziwa hayupo, unashuka kubandika hiyo nyama. Jamani, bandikeni hiyo nyama hive nyama za watu hizo, kama watambie, tuache. Halo Kati, hmm. mwende tule Magomeni, Magomeni tukajua, hapa. Unaenda kwenye mianjo yako kuenda kuchukua ubui hapo kwa Salama. Sasa atachukua ninda mu eh? zaidi ya ubui, maana kama kujuza atanunua nani saa hizi alivyochunda Sasa atachukua nini zaidi ya ubuyu? Eh? Na alivyochunda atanunua nani jamani? hmm. ya ya ya ka tukae, kona refu kaa jini. eh, eh. Mpaka unataka uniunguze kwa ajili ya ubuyu tukae, sina nichachue tu mate, kutoa mate ya uchungu mdomoni, utakuwa tajiri ndugu wangu tukae hata viungaunga unga jamani, hebu naombe ni mniache basi. Yani kuja mimi na huyu basi imekuwa kosa ni? Mbona mpende maendeleo ya watu eh? mmoja kila changu nichopoa, nimeona niende kajinunulie ubuyu nije nifanye biashara zangu, naingiza 200 200, nipate kununua vilosheni, nionekane. Maana nimejua ni kusawajika. hmm. Hamnionea hata huruma basi? Sawa, ndugu yangu. Yani laiti ungeniambia unaenda maeneo hayo Ngekuagiza na mimi kwa mzee Machela pale Manzese, ungeenda kunichukulia karanga hivi. Ndio mnajua watu wa mzee Machela nyumba wamejenga kwa biashara yao. Ah bana, eh dada wewe, dada eh dada tena, mbona kwa muongo kiasi hicho umetubabua? Mtu ajenge nyumba kwa ajili ya karanga sio kweli? Ah jamani, yuko wapi kwani machafu ntakuzibua, ntakuzibua. Hapana, mnatabia mbaya, hamtaki mwenzani nijikwamue kiuchumi. Uyo wa nje shughuli yako swala ya barua shogangu, mwenye biashara yako ya ubuyu, chukua ubuyu wako, nenda kule, kafanyia kule, tuna maongezi yetu. Siendi popote. Shot hapa hapa. Action. Nilikuuliza swali, nimetokea ah. Mwenzangu, nimetoka kumpeleka clinic mama Maloni. Mmeandaa jina la kumpa mtoto wenu? Awe hiyo jina la baba mtoto. Mashavu, kwani una nini wewe? Umetumwa? Mbona amepoka sana.